Ndugu wangu, nikwambie kwenye dunia sawa, dunia ni watu na watu wenyewe ndio sisi. Umu mtu unaozunguka kutwa, punguza ukali wa maneno. Wewe huwezi kushindana na ule mzee, mzee kafanya vitu vingi sana kwenye dunia, hata afya afufuke tena umfikii. Acha ukali wa maneno, acha sifa mitandaoni. Kwani yeye ndio wa kwanza kuacha au ndio wa kwanza kuachika? Wewe si ulimshindwa kumhudumia. Ukakata paka kidembo na kumtoa koromero. Nani aliongea? Mzee wangu kampokea, kamhudumia Tumempeleka maulaya tumemsafirisha, tumemtakatisha macho, tumemtoa jicho la pili, tumemweka jicho la tatu, kajua dunia. Leo unaongea ongea sana eh? Vipi mdogo wangu huru, umekuzidi nini? Angalia watu walokuzunguka, acha ujinga. Afu kwenye dunia tukufundishe, siku yote ukigombana na mtu usimtukane, ipo siku utamhitaji. Ndio dunia ilivyo. Unatuona sisi, tulikuwa tunaambiwa wezi, tunavuta sijui nini sigara, bwege la lakini leo wanaokuambia huyo kapita mpige mawe, leo wanatuhitaji, wanagombana huli. Unaona maisha ndio yapo hivyo. Usitake sifa, washauri wanakushauri wajinga, mdogo wangu. Wewe mbona unajichubua paka meno watu waseme? Wewe rangi yako hiyo. Wewe una kwanza unamweza mzee hata kimaisha. Unamweza mzee hata muonyeshe, account za benki, unamfikia mzee. Biara zako vya singeli hivyo vi milioni 5 milioni 10 unaopewa na cost, unajiona wewe ndio umimaliza dunia, mshamba wewe. Kosha kumpeleka tanchi gani? Sulika naye hadi ukamwoe. Hata kwa mganga wako je, kumpeleka Bagamoyo, mdogo wangu, badilika. Sawa. Haya maisha kuna leo na kesho, punguza ukali wa maneno. Sawa, yule mzee umwezi kwa lolote hata mzee, Mungu amchukue kwenda kabulini akufike tena, bado hujamfikia utajiri wake. Acha ujinga wewe, mwache mzee, watu wa rilaksi. Unataka sifa mitandaoni dunia nzima wewe, unaacha tu kufanya shughuli yako lopewa ya chama. Acha ujinga wewe, kuna watu wanakuangalia wakubwa pale, unaongea ujinga, unaimba nyimbo za kijinga. Wewe una akili wewe? Kichogo ona, unajichubua mpaka meno si atuseme. Tunajua yako mengi Mshamba yeye. Waambie na wapambe wako wanokuzunguka. Mimi naongea hivi kwa Dotto Magari. Mzao wa mtaalamu, uniambie chochote. Hata tukutane mtani na kupasua. Acha ujinga wewe. Acha kumsema mzee vibaya wewe. Wewe unamfikia mzee. Mzee kamwacha sungura topo yenu, anaendelea na maisha yake. Si ndo dunia, ndio maana ikaitwa dunia. Watu wanaachana na waona, ndio maana ikaitwa dunia. Bila kuachana kuona si ingi dunia. Acha yeye anatongea na maneno mengine. Acha ujinga wewe. Punguza kwa leo maneno kabla hujaifanya jambo mtandaoni angalia. Itapokelewa au lipokelewi. Unaona sifa sasa, unapata nini mzee kumwacha yule sungura toke? Au kinakuuma nini mzee? Atendelea maisha, atamfuata mwingine, ataweka goma lingine ndani maisha yanaendelea, ndio maisha kidunia. Vipi mdogo wangu, we mdogo wangu, hii dunia kwanza, siku zote ukigombana na mtu utaki umseme mabaya hivyo, siku utamhitaji, bula hujafikia huko, wewe bado mdogo. Ah, wangu vipi hao magari mawili alfa la delivery la kuuzia nyama hiyo na hicho kibaruni chako Mdogo wangu angalia hii dunia, acha mzee wa watu wa relax, acha maneno. Mzee ana shida na mtu Mungu? Hajataka, tumemrudisha Mungu. Akipenda tutampata mwingine, ndio maisha. Sasa unaanza kutaruki, si mzungu mzungu, si kufanyaje? ina kuma nini wewe, kumbe ilikuwa inakuchoma? Basi njoo ole, hata tunamuoa dada yako, tumemwacha ole sungura tope, tunamuoa dada yako, sasa tunamleta pale kwa mzungu. Acha ujinga, mdogo wangu, punguza ukali wa maneno. Hii dunia usijione ndio taikuni, mdogo wangu mdogo wangu, na nini wewe? Mbona una nini kinachokuchanganya kukutana na watu muhimu kwenye mikutano yako? Acha ujinga wewe, heshimu kanuni, heshimu dunia. Watu wanakuangalia, watu wanakuhitaji kwa vitu vingi mbele.